Ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu, karibu tena katika kipindi chetu, kipindi murwa sana, kipindi ambacho kinaeleza maisha matakatifu ya mwanzilishi wa jumuiya ya waislamu wa, wa Ahmadia, Hazrat Mirza Gulam Ahmad alaihi salatu wassalam. Hivi sasa katika vipindi vyetu tunaangazia sana kwa undani shutuma mbalimbali ambazo wapinzani wanaweka ama wameweka dhidi ya Masihi Maud alaihi salatu wassalam. Na katika vipindi vilivyopita wageni wetu katika studio hapa walitueleza ya kuwa wanajumuia na jamati yake na muhasisi wake ambaye ni mwanzilishi wa jumuia Waislamu wa Ahmadia sio wakala wa Israeli, wala jamati Ahmadia haija sio mti ambayo imepandwa na Waingereza, bali ni mti ambayo ilipandwa na Allah subhanahu wataala. Katika studio bado vile vile siko peke yangu, ninao wageni wale wale ambao wataendelea kujibu mashtaka haya. Katika upande wangu wa kulia, ninaye Mwalimu Nasir Juma Saib, karibu tena katika kipindi chetu hichi. Murwa sana, asante sana. Naam, vile vile ninaye mgeni mpendwa pia ambaye mnamjua kwa sura, anaitwa Muhammad Musa Uponyo Saib, karibu tena katika studio yetu. Asante sana bwana mtangazaji. Naam, tunaendelea na vipindi hivi vyetu murwa kabisa kuhusiana na shutuma mbalimbali mbali, na pia ingewezekana tujue mtazamaji kule ajue mfano baina ya uh, Masihi Maud alaihi salatu wassalam na Yesu Kristo wa Nazareti. Je, unaweza kutoa mfano gani ambayo kwa nini Masihi Maud alaihi salatu wassalam alidai kuwa yeye ni mfano wa Yesu Kristo? Um, asante sana kwa swali hilo ndugu mtangazaji Bismillahir Rahmanir Rahim. Ki ukweli jibu la swali hilo ni kwamba Masiha aliahidiwa Hadhrati Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam alisema ya kwamba mimi ni mfano wa kiroho wa Nabii Isa alayhi salatu wassalam, na alieleza kwa nini alisema hivyo katika maneno yake, akieleza alisema kwamba katika tamko langu la kwanza hili ninaonyesha namna gani ambavyo wale ambao walinisikiliza vizuri wanaweza kujua ni kigezo gani mbele yao ambao wanaweza kukitumia ili kunijua mimi kama ni mkweli. Kwa sababu kama kudai kwangu nilijifananisha na Isa alayhi salatu wassalam, hii ilimaanisha waziwazi kwamba yoyote ambayo angetokea mbele ambayo ni tuhuma za kumwelekea Isa, basi zinginihusu mimi na moja kwa moja. Isingewezekana pia kwa upande wangu mimi kuweza kumdharau au kumkejeli au kusema maneno yote mabaya mbele yake, kwa sababu ni wazi kwamba kwa kusema hivyo itakuwa imeonyesha ni namna gani ambavyo mimi ni muovu. Na alisema katika tangazo moja la mwezi wa Disemba, mwaka 1898 akasema ya kwamba pale wakati ambapo nilidai mimi ni Masihi niliahidiwa, na nikadai kwamba mimi ni mfano kamili wa kiroho wa Isa E, alehi salatu wasalamu ilionyesha wazi kwamba e, watu wawezi kufikiria ni namna gani tena ningegeuka na nikamdharau ama nikatoa maneno mabaya juu yake, kwa maana kwa kufanya hivyo ningekuwa ni sawasawa kwamba nimekiri mimi mwenyewe kwamba ni muovu pia vilevile vile. Katika maneno mengine ya kitabu cha 40 namba 2 alieleza akasema kwamba hakuna shaka ya kwamba nabii Isa alehi salatu wasalamu alikuwa nabii wa Mwenyezi Mungu pia vile vile katika kitabu cha Hujatul Islam ukurasa wa tisa alisema kwamba namuita Mwenyezi Mungu ambaye alinituma mimi na ule ufunuo alionipea, hakika Isa alaihi salatu wassalamu alikuwa nabii wa Mwenyezi Mungu, alikuwa mteule wake na alikuwa mjumbe wake pia vilevile. Kwa hivyo maneno haya yanaonyesha namna gani ambavyo yeye Masihi aliyeahidiwa pamoja na kujifananisha kwake na Isa yule eh, alaihi salatu wassalam yule wa, wa, wa waza, zamani alimaanisha kitu cha muhimu, kwamba yale ambayo kwamba aliyadai Isa wa zamani ni yale yale ambayo kwamba pia ne anayadai kwamba ni masihi wa zama hizi, na kwamba haiwezekani yeye kuharibu sifa ya yule Isa wa zamani kwa sababu anapoharibu chochote kutoka kwake itakuwa ni kama anajiharibia yeye mwenyewe, kwa sababu hali zao zinafanana. Yeye alikuwa ni masihi eh, wa zama za, za Musa na huu naye ni masihi za Muhammad wa zama za muhamadi sallallahu alaihi wasallam. Pia vilevile vile, alisema katika kitabu cha eh, Hujatul Islamu. Katika kitabu hicho hicho katika ukurasa wa tatu alisema ya kwamba na amini ya kwamba Isa alaisatu wassalam ya kwamba yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu na ni mtuma wa Mwenyezi Mungu, tena ambaye alipendwa sana. Lakini kile ambacho kwamba ninapinga ni kwamba yeye hakuwa Mungu. Kwa hivyo kile ambacho yeye alikifunza kwa undani zaidi ni watu wamfahamu Isa kwamba alikuwa nabii wa Mungu kama yeye alivyo nabii wa Mungu wa waila, kujiweka yeye na nabii Isa kwamba wanafanana kwa namna ya kiroho, haikumaanisha kwamba madai yake yameingia kasoro yoyote kwa sababu yeye na Isa ule wa zamani wote walikuwa ni masihi ambao walitumwa na Mwenyezi Mungu ili kufufua mafundisho ambayo kwa miaka ama kwa karne yalikuwa yamefifia ama yanakufa, yana, yana, yana. Pia vile vile katika kitabu kingine, katika kitabu cha e, Ijazu Ahmad, alisema maneno haya kwamba na amini Nabii Isa kwamba yeye alikuwa nabii wa Mwenyezi Mungu, na yeye alikuwa ni mteule wake, na alikuwa ni mjumbe wake, na alikuwa na ushirika mkubwa sana na Mwenyezi Mungu, lakini kile ambacho ninakikana ni kwamba yeye alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo yale madai ambayo kwamba alikuwa anayazungumzia zaidi ni kulibainisha hili la kwanza, kwamba yeye ni Masihi katika zama hizi, na pia la pili, watu wafahamu kwamba ujaji wake umekamilisha kuja kwa mara pili kwa nabii Isa wale wa zamani, lakini pia ifahamike ya kwamba yeye na Isa alayhi salatu wassalamu ni kitu kimoja, ama wanafanana katika hali ya kisifa. Kwa hakika imebainika ya kuwa eh, Yesu Kristo na Masihi Maudi alayhi salatu wasalam wanafanana kiroho na pia tumeelewa ya kuwa alimsifu sana yule Yesu wa Nazareti kwa namna ambayo inafaa mtu wa mfano asifu mwenzake. Asante sana na mwalimu Sahib, tunasoma katika vitabu vya kidini ikiwemo Injili na Qur'ani tukufu pia tunapata ya kuwa katika Injili wamesisitiza sana kuhusiana na Yesu wa Nazareti, Yesu Kristo, na katika Qur'ani tukufu tunasoma ya kuwa ni Isa alaihi salatu wasalam. Je, unaweza eleza mtazamaji kuhusiana na tofauti baina ya yule Yesu wa Injili na Isa wa Qurani tukufu? Asante sana bwana mtangazaji. Ukiangalia katika Qurani utakuta kwamba Isa alaihi salatu wassalam wa Qurani anatajwa kwamba ni nabii wa Mwenyezi Mungu na ni kwamba amechakuliwa na Mwenyezi Mungu, kwa hivyo masehemu nyingi sana katika Qur'an Qur'ani imempamba Nabi Isa alayhi salatu wasallam kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Lakini ukiangalia Isa wa Injili ama Yesu Kristo wa Injili utakuta kwamba ana, ana, ana, ana, anawekwa mbele ya watu kama yule aliyedai kwamba ni Mungu, ambaye hana heshima kwa wale waliomtangulia, anasema kwamba wote waliomtangulia ni wezi na wanyang'anyi, ambaye alikuwa na maneno machafu. Kwa hivyo utakuta kwamba hawa ni watu wawili tofauti sana kulingana na mafundisho ya Qur'an na mafundisho ya, ya Injili. Saidna Ahmad alayhi salatu wassalam, akiendelea kufafanua baina ya hawa Isa wawili katika kitabu chake Nurul Quran, anasema kwamba ibainike kwamba yeye ana heshima na anamwamini sana, ana imani nzuri sana juu ya Isa bin Mariam ambaye anaamini kwamba alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu sawa na Quran ambaye alichukuliwa na Mwenyezi Mungu ambaye alikuwa na imani safi imani ya kweli juu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anaamini kwamba alikuwa ni miongoni mwa watumishi wale wazuri wa sheria Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lakini anasema kwamba yule Isa ambaye tuko na tatizo naye ni huyo Isa ambaye anafundishwa na Injili, ambaye anawekwa mbele yetu na wahubiri wa Injili kama mtu aliyedai kwamba alikuwa ni Mungu, yule ambaye anawachukua wote waliomtangulia kwamba walikuwa ni watu walaana ambao walikuwa ni watu waovu watu wezi watu wanyang'anyi, yule ambaye anamwona kwamba akuzungumza lolote juu ya Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na anamwita Musa alayhi salatu wasallam kwamba alikuwa ni, ni mwizi kwa kauli yake. sina Ahmad, alayhi salam, anabainisha wazi kwamba kwa mafundisho haya hawa ni watu wawili tofauti, na huyo Isa ambaye alidai kwamba ni Mungu hapatikani popote katika Quran. Vile vile anaendelea kusema kwamba ijulikane kwamba Isa ambaye anadai kwamba alikuwa ni Mungu. Na ambaye anaona kila mtu aliyekuja kabla yake kwamba alikuwa ni mtu mnyang'anyi na mwovu, ambaye alikuwa na mdomo mchafu, huyu apatikani popote katika Qur'ani. Lakini yule Isa ambaye ameelezwa na Qur'ani kwamba alikuwa ni mtu mnyenyekevu, alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu, basi huyu tunamwamini kwamba alikuwa ni nabii mkweli wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo aliweka wazi na kweli, ukijunguza vipengele vya Injili utakuta kwamba sehemu nyingi Isa alayhi salatu wasalam anawekwa mbele ya watu kama Mungu. Kwa mfano, katika katika Yohana mwanzo, utaona kwamba wanasema kwamba mwanzoni kulikuweko kwa neno na neno lilikuwa kwa Mungu na neno lilikuwa Mungu. Kwa hivyo wanafafanua aya hii kwamba huyu ni Yesu ambaye alikuwa ni Mungu kwa hivyo haya maneno ambayo Sayyidna Ahmad alayhis salaam yana ushahidi katika vitabu vyao na wenyewe wanahubiriwa kwamba huyu alikuwa ni Mungu, lakini ukipata nafasi kusoma Qur'an, utaona sehemu mbalimbali akitaja kwamba alikuwa ni mtume mwenyezi Mungu. Anasema kwamba wa rasulan ila bani Israil, kumhusu nabi Isa alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo kwa ufupi, pana mtangazaji, ni kwamba hawa Isa wawili au Yesu wawili, sawa na Qur'an na Injili, ni watu wawili tofauti sana. Kwa hakika Masihi Maud alayhi salatu wasalam alibainisha ya kuwa Yesu wa Injili na Yesu wa Qurani ni watu wawili tofauti kabisa kabisa, kwa kuwa Yesu wa Injili wanamjua kama yeye ni Mungu, lakini Yesu ambaye yumo katika Qurani Tukufu, ambaye tunamjua kama Isa alaihi salatu wassalam, basi yeye ni mtume ambaye ametumwa na Mwenyezi Mungu. ni kweli. Je, unaweza kutueleza kwa sababu watu wana wanasoma vitabu ya mwanzilishi wa jumuia Waislamu wa Ahmadia, Hazrat Miza Gulam Ahmad alahi salatu wassalam kwa kina sana, na wengi wana maswali mengi kadhaa kuhusiana na huyu, vile alivyokuwa akimtaja Yesu ama vile alivyoandika kuhusu Yesu Kristo. Je, ni kwa nini alitumia maneno makali dhidi ya Yesu Kristo? Nam, asante sana kwa swali hilo. Kwa kifupi ni kwamba eh, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam ni kweli alitumia maneno makali, ni kweli alitumia maneno ambayo yalionyesha eh, ukali fulani katika majibu, lakini hili lilitokana na hali ilivyokuwa. Yeye anasema ya kwamba muda kidogo kabla hajafika wale wabashiri wa Kikristo, mapadri na mapasta, walikuwa wakimshutumu mtume wetu Muhamadi sallallahu alaihi wasallam, na waliandika makala mbalimbali, walitumia vyombo vya habari, walikuwa wakionekana jinsi ambavyo wanamtaja e, mtume wetu sa salam kwa namna iliyo mbaya. Kwa mfano kidogo ni kwamba mnamo mwaka elfu mbili na kumi na mbili Hadrat Khalifatulmasihi Alkhamis Hadrat Mirza Masrur Ahmad ayadahullahu taala binasri laziz al alitoa hutuba ambayo ilikuwa inazungumzia habari za ile tukio la Faransa ya ule mtu ambaye kwamba alitengeneza video ya katuni ambayo ilikuwa inamhusu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Tuhuma kama hizi ni nani ambaye kwamba angeweza kuzivumilia wakati anapotajwa mpendwa wake ama nabii wake kwa kiasi kama hicho? Kwa hivyo, yeye alieleza kwa namna hii kwamba wakati yeye alipofika walikuwa mamishonari wa Kikristo wamevamia kwa namna kubwa sana ulimwengu wa roho, wa kiroho wa Islam. Hivyo yeye alivumilia kwa takriban miaka arobaini na kwa muda huo wote alikuwa akitoa machozi kwa namna ambavyo hali hii ilivyokuwa ngumu. Kwa swali dogo tu la kawaida kwa, wa, kwa wasikilizaji wetu wapendwa, ni nani ambaye miongoni mwetu ama miongoni mwao yoyote ambaye anaweza kuvumilia wazazi wake wakatukanwa? Atastahimili kwa muda gani kabla hajajibu? Hili ni jambo ambalo kwamba kwa namna ya kawaida tu, hata siku moja hata kwa muda wa masaa kidogo atakuwa ametoa maneno ya ukali. Basi pia vile vilevile Masihi alayhi salatu wasalam yeye alikuwa e, nabii wetu sallallahu alayhi wasalam, nabii wetu alikuwa ni mzazi wake wa kiroho. Kwa hivyo ilikuwa ngumu sana kuvumilia haya yote, lakini tazama, alivumilia kwa takriban miaka 40 akivumilia tuma hizi. Ilifikia wakati ambapo ilibidi atumie njia ambayo ni ya kufikia kulinda heshima ya Uislamu kufikia kulinda ama kuzuia mishale ambayo ilikuwa ikimwelekea mtume wetu sallallahu alayhi wasalam, kwa sababu ilikuwa imefikia kiwango ilikuwa ki sana na pia tukiangalia vizuri huyu anayezungumziwa hapa ni Masihi aliahidiwa na anayeuliziwa anaye juu ya swali hili kwamba kwa, kwa nini alijibiwa ali kwa ukali penye ni Masihi vilevile vile. Huyu alikuwa Masihi wakati wa Musa na ni Masihi katika zama za Muhammad, na hawa wanafanana katika hali zao. Kwa mfano ukiangalia vizuri upande wa Masihi ambaye ni Isa alayhi salatu wassalam, yeye pia kuna wakati ambapo hasira ilimshika, ili, ili kwa sababu alikuwa amevumilia sana. Yeye aliwafunza kwamba mimi ni nabii e, wa Mwenyezi Mungu kwa bani Israel, na pia vile vile akasema e, kwamba msiende katika, katika njia ya mataifa msiende, lakini wali, walikuwa wanaenda, na ikafikia mahali paka kuna mama mmoja akamfikia Yesu huyu wa Injili na akataka maneno fulani aweze kuelezwa yeye alijibu akasema kwamba sio vyema kuchukua chakula cha watoto kuwatupia mbwa. Hii ni katika Mathayo 15:26. Kwa hivyo tunaona namna gani ambavyo hata yule masihi wa zamani aliweza kujibu kwa ukali kwa namna ambapo ilihitajika. Pia vile tunaona katika kitabu kile kile cha Mathayo katika mstari wa 12 mstari wa 40 wanafunzi walimuuliza kwamba tutambue nini kuhusu tukio ambalo kwamba linakuja mbele yako tukiwe la msalaba. Alisema kizazi kibaya na cha zinaa kinataka kuona isha. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwamba kwa namna fulani yanafanana na hawa, walikuwa ni masihi wawili ambao kwa zama zao, ili kutetea heshima ya Mwenyezi Mungu, ilifikia muda ambapo wangetoa ukali hivi. Masihi aliyeahidiwa anakubali, alitoa maneno ya ukali kwa kiasi fulani, lakini ilikuwa ni kujibu tuhuma zao, jinsi walivyokuwa wakitumia ukali pia na wao katika eh, eh, ulimwengu kuweza kudhalilisha mafundisho ya Kiislamu. Na yeye akasema, nilifanya hivi kwa malengo mawili peke yake, wala haikuwa faida yangu ya kibinafsi ndani yake. Nilikuwa natetea heshima ya Uislamu na kutetea eh, mpendwa wangu eh, bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo, hii ilikuwa inadhihirisha tu mapenzi yake makubwa katika nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo, hii imedhihirisha pia ya kuwa yule Yesu Kristo pia alitumia maneno makali kwa kiwango fulani, vile Masi Maud alaihi salatu wassalam alitumia maneno makali kwa kiwango fulani. Asante sana nam Mwalim Saib alikuwa anaeleza kuhusiana kulinda heshima ya dini, heshima ya Qurani. Je, ni namna gani Masi Maud alaihi salatu wassalam alilinda heshima ya mtume wetu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhidi ya mapadri? Asante sana bwana mtangazaji. Namna tulivyosikiliza kutoka kwa mwalimu sab ni kwamba sina Ahmad alayhi salatu wasalam alivumilia sana matusi na lugha chafu ya mapadri kwa muda mrefu sana, muda wa miaka 40. Si kidogo ukivumilia kitu, na si hivyo tu kwamba hawa walikuwa wanatumia lugha chafu, na pamoja na hivyo wanaandika vitabu na mabarua kwa sina Ahmad alayhi salatu wasalam. Ukifungua unapata ni matusi chungu zima, imejaa kuhusu mtume sallallahu alayhi wasallam na dini tukufu ya Kiislamu. Basi ikafika wakati Sayyidina Ahmad alaihi salam akafika kwamba ah, sasa hapa lazima hawa mabwana wakome. Na hii njia aliyoichukua ni njia ambayo si yeye tu, bali hata watao wengine wa Kiislamu walikuwa wakitumia kule nyuma. Basi ilifika wakati ambapo huyu padri mmoja bwana Mian, Mian Fatihi Masihi aliandika barua moja kwake Sayyidina Ahmad alaihi salatu wassalam. Ile barua ilikuwa na matusi chungu nzima dhidi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ikimtaja kwamba alikuwa ni mzinzi, mwenyezi Mungu apishe mbali, na pamoja na matusi mengine mengi tu. Basi sayyidna Ahmad alaihi salatu wassalam anasema kwamba kufika pale akaona kwamba ni vizuri na sisi pia tujibu angalau kwa uchache maneno haya kwa ile lugha ile ambayo wanatumia ile kali. Basi sayyidna Ahmad alaihi salam akachukua hilo jukumu la kuwajibu hawa mabwana kwa ile lugha ambayo walikuwa wakitumia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na anasema kwamba matusi yao yametoathiri vibaya sana kiasi hiki kwamba viungo vyetu vya mwili vimeathirika kwa njia mbaya sana. Anasema kwamba hata afadhali hawa watu wangechukua watoto wetu na kuwakatakata mbele yetu hatungepata uchungu kama ule uchungu ambao tunasikia kwa kutokana kwa bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema kwamba hawa watu wenye dhehebu ambalo limekufa na wanaabudu mfu kwamba wao wajue kwamba sisi hatutambui wala Quran haitambui yule Isa ambaye alidai kwamba ni Mungu, ambaye anawaona wote waliomtangulia kwamba ni watu walaana, ambaye anamwita Musa kwamba alikuwa ni mwizi na jambazi. Kwa hivyo anasema kwamba kwa, kwa, kwa kujibu hawa watu kwa njia hii, sasa hawa watu walikuja wakaogopa na wakanywaa, zile shutuma zao zikatulia, na sasa wakaacha matusi kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaanza sasa kujikinga wao wenyewe. Kwa hivyo, kwa kiasi kikubwa sana, bwana mtangazaji, hatua ambayo Sayyid Ahmad alaihi salam alichukua ilizaa matunda, na heshima ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ikasimama na ikabaki imara. Kwa hakika, Masih Maud alaihi salatu wasalam alisimama kidete ili kulinda heshima dhidi ya Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sala so. Waislamu wengine walikuwa bado wamelala Tunampongeza sana na tunamwombea pia. Uh, kwa kuwa amefanya kazi chungu nzima sana, ikiwemo mpaka saa hizi watu wanaingia katika dini ya Kiislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kulinda heshima ya mtume Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam na mwalimu Saibu. So, so, kwa kiwango gani maneno ya Masihi Maud alayhi salatu wassalam, ambao watu wanasema ni mashtaka pia, yeye alitumia kwa kiwango gani? Tunaweza sema ya kuwa imefika hapa hii kiwango? ni ukweli. naam, asante sana ndugu mtangazaji kwa swali hilo. Kiukweli ni kwamba tumeshuhudia katika vipindi vilivyopita ni namna gani shutuma zimekuwa nyingi dhidi ya Masihi aliahidiwa alehi salatu wassalam, na pia bado leo tunaona kwamba mashtaka matatu kutoka katika he, Yesu wa Injili pia yaliweza kuwekwa mbele yake. Kwa mfano, aliambiwa kwamba katika tamko lake la kusema kwamba Yesu yule wa Injili alijihusisha na pombe. Basi walienuka na kusema, kwa nini yeye alisema hivyo? lakini alisema mimi si kusema maneno haya kwa sababu eti ni tamko langu kutoka moyoni, nimeamua niseme kwa sababu ya ubaya, lakini kwa kupitia Injili nikaona Yesu huyu, katika Injili anaonekana alihusika katika pombe, wakati mmoja ambapo ilikuwa ni harusi ya, ya Maria Magdalene, alionekana yeye kwamba aliweza kubadilisha maji eh, kuwa pombe, yani wanasema ni divai, na mpaka leo yeye, wao wenyewe katika ibada zao wamechukulia kwamba hiyo ni sehemu ya ibada, kwa sababu wanasema Yesu mwenyewe wa alikunywa ama alitengeneza. Sasa yeye akasema katika tangazo lake eh, la tarehe 20 na tarehe 22 20 20 20 mwezi wa Julai mwaka 1000 mwaka 1877, akasema kwamba mimi naweza kushangaa kuona kwamba nchi za magharibi ambazo zimekuwa kuathiriwa na, na, na jambo hili kwa upande wa unywaji pombe, na ambao unawasikia wakisema kwamba ushahidi wao mkubwa ama imani yao kubwa ni kwamba hata wanayesema ni nabii wama ni Mungu wao mwenyewe alitumia alitumia. Kwa hivyo kuona hali kama hii yeye aliweza kuuliza kama swali huyu ni yupi ama ni wanamna gani ambaye anadaiwa kwamba aliweza kufanya muujiza wake wa kwanza kuwa ni, kuwa ni, ni kubadilisha maji kuwa pombe katika sawa na imani yao. Katika shutuma nyingine imeandikwa katika Samueli wa pili sura ya 11 mstari wa 11 mpaka 15 kwamba Daudi alizini na mke wa Uria. Sasa inawezekanaje kwamba nabii wa Mwenyezi Mungu ahusishwe katika mambo kama haya? Na tumeona katika Bibilia kwamba manabii wengi wamepata heshima katika Qurani, lakini ukiangalia katika kitabu cha Injili na katika vitabu vingine vya wa Bibilia, wametajwa katika namna ambayo sio mzuri. Maneno kama haya ndiyo ambayo yeye alikuwa Masihi Maud ndio anajaribu kuyaangazia ili kuweza kutaka yawekwe sawa pia vile vile tunaona kitabu cha, e, cha Mwanzo 38, 13 mpaka 18, mwanamke mmoja ambaye anaitwa Tamari na yeye alitajwa kama mwanamke ambaye kwamba alikuwa kahaba. Kwa hivyo hizi ndizo zile ambazo e, am, e, alikuwa akizishughulikia ama alikuwa akizizungumzia kwamba alikuja kurekebisha, alikuja kutengeneza ulimwengu wa kiimani u, u, u, uweze kuwa safi. Kwa hivyo madai yake aliyoyatoa kama shutuma lakini ilikuwa ni kutokana na kunukuu maneno yale yale ya Biblia, na alikuwa ni kama anawauliza swali kwamba ni namna gani Yesu huyu wa kitabu cha Biblia anaonekana kuwa ambaye anahusika na, na vitu vya vibaya. Kwa hivyo ilikuwa ni kwa kutengeneza tu ulimwengu wa kiroho ili uweze kuwa sawa na kuweza kutetea imani ya Mwenyezi Mungu. Asante sana Mwalimu Sahib. Umetufundisha mambo mengi sana, na nimejifundisha mambo mengi zaidi katika siku ya leo kuhusiana na Yesu Kristo na kuhusiana na pia mambo za Injili na pia Qurani Tukufu. Asanteni sana kwa majibu yenu mazuri sana, na ninatumai ya kuwa yule ambaye alikuwa anatazama na kusikiliza amepata uh, elimu nyingi sana. Asanteni. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa naam, ndugu mpendo wa mtazamaji, kwa hakika tumepata mambo mengi sana kuhusiana na mada ya Yesu Kristo ya kuwa tumepata ya kuwa Masih Maud alayhi salatu wasalam hakutumia maneno machafu dhidi ya Yesu Kristo, na pia wametufundisha ya kuwa Yesu Kristo ambaye Masih Maud alayhi salatu wasalam anamjua ni mtume ambaye ametumwa na Mwenyezi Mungu, kama alivyosema ya kuwa yeye ni mtume kwa wana wa Israeli. Na pia nikikueleza katika Injili katika Yohana 17:3 yeye Yesu mwenyewe amesema ya kuwa ametumwa na Mwenyezi Mungu akieleza, anayetaka kukula uzima wa milele basi ajue Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo aliye aliyetumwa. Basi kuwa nasi katika vipindi vingine ili upate elimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu.